So unaweza kutoa ushauri gani kwa wale vijana ambao hawajishughulishi kazi ya kwa mkono? Mimi naweza kashauri vijana wazao wafanye kazi wasika tu na kubweteka sana kuka magenge hmm, kukicha genge alafu jioni unarudi home no, so vizuri unajishughulisha Ni mimi Ismail Abdul Mjanja wa Kiwanja. Leo nimepata fursa ya kukutana na kaka yetu ambaye anafanya vizuri katika fashion designer katika mji wa Rumonge. Bro, asalamu alaykum. Waalaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Na mambo vipi? Poa. Ya kaka, wewe unakufahamu kwa jina gani? <laughs> Silva Ngida Mkasi. Silva Ngida Mkasi, wewe unafanya kazi gani? Bo, bo na visho watu mbalimbali katika mashere yao vile vile na, shona kawaida na, kwanza kwenye kazi ya kushona, umeanza lini? Hmm, na muda muda so wa kutosha, leo takriban karibu miaka kumi na miwili miaka. Faida zipo nyingi nyingi nyingi kumi tena nyingi, yeah. nyingi kabisa za kutosha. Na alhamdulillah ya tukiachana na faida ni changamoto zipi ambazo unazopata katika kazi yako ya kushona? Ya, wafundi wanazungumziwa sana kama ni waongo. Ni ni waongo kama ni waongo, ni nini inakuwa vipi ya? unajisikia vibaya tukienda kwenye kazi yako ya kuvisha e, wasanii tofauti tofauti huwa una, una create, una create style au una copy no? Inafika kipindi mtu anakuja na idea yake sawa yep, au unakuja kujuta mtu labda anakuja, hana idea, hana choice yoyote ile mm. So nataka ni designie mimi kwa kifupi, na depend na idea mtu anakuja na pako. Mtu anakuja ananiachia fanya gisi unaniona utakachokipenda. Poa, hapa kuna mtu anakuja na idea labda ya pitch mm. Nataka nivae hivi au fikiria. So inadependa na mtu mkuja na wazo lote lile ya yeah, tukiona katika mji wa Rumonge harusi nyingi wababa harusi wengi ni wewe ambao unafanyizia fashion designer no. Unaweza kunitajia baba harusi gani, au ni harusi ipi ambayo imekutoa mpaka ukakuwa designer mkubwa na watu wengi wakakufuatilia nje ya nchi na ndani ya nchi? <laughs> Zipo nyingi sana hata sikumbuki kabisa ha. Nimejikuta mpaka leo nimefika huku, mm. So sikuwai kukariri eti hii ndo ilinitoa, hapana. Yep. Ujumi nilitoka toka nikienda home, nafundishwa na marehemu mzee mm. yeah. So nikasema eti labda nilianzana na hii ndo ilinitoa no, mi nitola na baba angu wote wanatumika nao, tayari nimeshakuwa sta katika hii kazi ndio. Tukiingia katika swala la kushona mavazi, ushaga wai kufundi... kujifikiria kufundisha wavijana wote, kazi yako mkononi? Nishafundisha wengi <laughs> bo, niko na vijana karibu watatu tayari. Nishawatoa wawili, wako South Africa, mwingine yupo Congo Kinshasa mm. na niko na wengine pale mpaka sa. Bado unafundisha na faida zao una ile ambayo unazungumzia kwenye wapo, una uhakika kweli wanafanya vizuri? Wallahi wanafanya vizuri, na mpaka sasa hizi, kuna wakati hata wanafanya kazi labda unani test DM, hmm. Hmm. na wasaidia idea, labda nimepata oda hii vipi mkuu, naona hapo aje, hmm. sielewelewe, aki nielekeza, jina mwelekeza, so gisi tuna nilio fundishaga nikimwelekeza, naelewa. yeah, wewe kama designer ambayo anavika wasanii tofauti tofauti na wakina baba harusi tofauti tofauti. Nimejaribu kutembelea katika mtandao wa kijamii yote, ila sikupata page yoyote ya kwako ya kusambaza hivyo vitu. Hiyo inaika vipi, kama we design page ambayo... Ambayo, ambayo ambayo ambayo page nikizungumzia, ambayo ukifanya ile designer wote wa masuti au wa kuvisha wa baba harusi, ambao unasambaza biashara yako, nikizungumzia ya page ya Facebook au Instagram au account yote ya YouTube, sijawahi kuona Ngida designer. Kwa kwa jina gani? Ngida kama Ngida, wewe ni wewe designer mkubwa, unafanya kazi yako vizuri. So, unaweza kutoa ushauri gani kwa wale vijana ambao hawajishughulishi kazi ya mkono? Mimi naweza kushauri vijana wazao wafanye kazi, wasikae tu na kubweteka sana, kukaa magenge hmm. Kukicha genge alafu jioni unarudi home no hom so vizuri, wajishughulishe sasa. Hizi na wake wawili eh, mzee mm? Nashukuru Mungu mashallah nimewaweka kwa kazi yangu hii. Miaka yangu midogo, lakini nimewaweka muda wa kutosha, miaka yangu hii na kwa kazi yangu hii na na watoto. So watumike ndio mm, kufanya kazi, wajishughulishe kabisa. yeah, okay, ukitana na hii kazi ya mkono, unaweza kanitajia kazi nyingine ambayo unajua ambaonajua tofauti na ya, ya mkono Rock Fashion TV leo nikuna na kaka yangu Gida fashion, Gida design, anafanya vizuri. Rumonge, Silva Ngida Mkasi, Rumonge na nje mikoa ya Rumonge. Braza, unaweza kutoa ushauri gani katika Rock Fashion TV? Ah, nashukuru sana kwa idea mlifikiria kwa kunitafuta tukae chini hivi yeah. So muendelee, naweza ngasema labda leo tunaongea hivi, labda kuna wengine walikuwa wanifahmu mm. labda utapata kunifaham kupitia Rock Fashion. So nimeshukuru na napenda muendelee na kuwatafuta wengine vile vilevile, yeah. kesho kuna mtu ataniona hapa kama kazi, unaona nimevaa, yeah, no, no, no, so, mimi zinatengeneza sana hizi sana, yeah. sio hata hizi, zaidi ya hizi, chini ya hizi mimi napiga, yeah. Sasa kupitia Rock Fashion tumebahatika kuona na tumefanya interview mgeendelee zenu, kuna na mkaotafuta wengine wengine kwenye vipaji kwenye kazi za mikono kwenye shughuli mbali mbalimbali, mm-hmm. Kwa ya, na sisi tunashukuru pia kwa kuitika wito wetu kwenye Rock Fashion TV. Mungu akijalia inshallah, tunaona mara nyingine tena.